Chadema yatoa kauli juu ya John Mrema kufukuzwa kwenye chama hicho. Hii ni Mseto Media na mimi ni Princess Kiuli. Hakikisha umebonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe, kisha kengele itakayokuja, ili usia unapitwa na taarifa zetu. Usiku wa Aprili 30, 2025, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kilitoa taarifa ya kumfukuza ama kumfutia wanachama aliyekuwa mwanachama wa chama hicho John Mrema. Taarifa hiyo ni kwamba chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kupitia tawi lake la Bonyokwa mkoani Dar es Salaam kimemvua rasmi wanachama John Mrema kwa kile kilichoelezwa kuwa ni utovu wa nidhamu, dharau kwa mamlaka halali za chama na kukaidi misingi na maadili ya chama kwa mujibu wa katiba wa tawi hilo Solomini Kagaruki, kamati tendaji ya tawi hilo ilikutana April 29, 2025 na kupitia tuhuma dhidi ya Mrema kisha kufikia uamuzi wa pamoja wa kumvua wanachama wake kwa mujibu wa katiba ya Chadema ya mwaka 2006 toleo la 2019 ibara ya 5.4.3. Miongoni mwa tuhuma zilizomkabili Mrema, aliyekuwa mkurugenzi wa itifaki, mawasiliano na mambo ya nje wa chama hicho, ni pamoja na dharau dhidi ya mamlaka za chama, ambapo imeelezwa kuwa alisambaza barua ya wito ya kufika mbele ya kamati ya nidhamu kwenye mitandao ya kijamii badala ya kuitikia kwa utaratibu wa chama, jambo lilotafsiriwa kuwa ni dharau kwa mamlaka husika. Mtazamaji wangu, kwa lolote niache comment yako hapo chini. Mimi ni Princess Kuli na hii ni Mseto Media. Asante.